Shaaaoaei hawa ndio wananchi wako, itrima inawapiga kura kwanza katika wilaya hii na kushukuru kura zako tarehe ishirini na tisa. Wasalimie salamu zangu kwenu kipindi cha miaka mitano ijayo, kazi ile ile tunafanya kazi. Kipindi cha kwanza tunakwenda kufanya kazi ile ile ya maendeleo. Umeme siokosa, maji nyumbani, mtoto, maji kama hakuna ni shida. Kwa hiyo ajenda yangu ya kwanza ni kumtua mama ndo kichwani. tumia pesa yoyote ile tuhakikishe kila Mtanzania, kwa sababu afya, bila ya afya hakuna kulima, bila ya afya hakuna chochote, uwezi kufanya cha zenu, na afya inapatikana kutokana na maji. Kwa hiyo afya na maji. Cha pili ni elimu, na ndio maana tunajenga mashule mengi. Lakini, cha tatu, elimu yenyewe iwape ujuzi vijana, na ndio maana tunajenga vyuo vya vijana na kazi za kufanya. Nne ni umeme, kwa sababu kufanya kazi zetu kwa urahisi, umeme ni umeme, lakini, unaleta viwanda ambavyo vitaleta ajira amesema vingine vitakuja, umeme ukiwepo sio shida. Nendeni kachagueni Chama cha Mapinduzi tarehe ishirini na tisa kamchagueni rais wa Chama cha Mapinduzi wabunge mbunge wenu cha mapinduzi, madiwani wote wa chama cha mapinduzi. uuoyeaona nanyi meniona, si diwani. Tunaomba kura zenu. Haya, asanteni sana, asante.